Sometimes ni muhimu kutengeneza shamba ambao unalotaka wewe kwa vile unavyotaka kwamba shamba lako lionekane. Okay, hili ni shamba langu jipya ambapo sasa tunalitengeneza kwa muundo ambao litanifaa kwa mazingira ya ufugaji eh, na kilimo. Kwa mfano kama kwa mnakomona jamaa wangu pale, anaweka mashimo ya kupanda miashuki, hali kadhalika koto koto, koto kutuko pita huko Eh, hey, bwana mkubwa huyu ndio kama amepiga tuta hili hapa. Kuonyesha namna mnavyoliona limenyoka. Na haya majani hayo ni panicum. Sito yakata, sito yalima. Zaidi zaidi nitabangua bangua na kuyapanda vizuri. Kwa hiyo sasa hapa nataka tufanye a, uh, <coughs> paddocking. Eneo ni dogo lakini litatosha kwa ajili ya mbuzi. Yes. Kwa hiyo ndo tunaelekezana na jamaa yangu hapa. Yeah. Harakati za shambani lazima ziendelee. Ukizubaa unakuja ukuta, shamba ni majani kama hivi. Sasa huku, unaona majani haya ni mengi. Haya sio majani kutoka kwetu hapa, uyachome ama uyalime, na yaacha kwa ajili ya kufanyaje? Kulishia mifugo humo. Ndio maana hiyo paddocking, segmentation is going to take place here, okay. Ya vichaka vyote hivi sivitoni, kule kuna mahindi kwa hiyo tunatokezea sehemu nyingine ambako jamaa amepiga tena tuta k okay, ili tulekezane zaidi namna ya kufanya nisangasha hapa. Ah, kwa hiyo bado litakaa kama hili kama hivyokaa kisambuza vile au sio? Itakaa kwa huko. Mimi nadhani twende sawa tuna levo ile kule mm. Ya banda, mm. so, so. Kama kinji, kama mm. ya banda vitaa unaona ili hapa katikati pameki kama kinje kama tukipiga fence hivi kinjia huko. huko na fence huko na fence huko Kama naingiza huko naingiza huko. Au sio? so, so. mm. basi kaka. yeah. kazi ni kwako